Tumeweza kushuhudia namna ambavyo madaktari wameweza kutoa majibu kuhusiana na chanzo cha kifo cha marehemu MC Pilipili, imetokana pili, e, na kupigwa kipigo kizito, na madaktari wamethibitisha wazi kwamba alipigwa eneo la kichwani katika eneo la ubongo, lakini pia maeneo sana sana ya uti wa mgongo, mpaka kupelekea marehemu kushindwa kuhimili hayo maumivu mpaka umauti ulipomfika, lakini jambo lingine ambalo daktari aliamua kuzungumza na familia ya marehemu MC Pilipili alidai kwamba katika mfuko wa suruali ya marehemu MC Pilipili kulikutwa na barua, na barua hiyo eh, wanafamilia walikabidhiwa. Sasa siku ya leo taratibu zingine eh, zinaendelea, na mwili wa marehemu MC Pilipili tayari umefika nyumbani kwa ajili tu ya ibada. Sasa msemaji mkuu wa familia ya marehemu MC Pilipili ilibidi azungumzie hilo swala la barua, na ni barua gani ambayo ilikutwa katika mfuko wa marehemu MC Pilipili. Ni kitu gani e, ambacho kinaendelea au baada ya wao kama familia kusoma hiyo barua ni kitu gani ambacho zaidi kiliandikwa kule? Na msemaji wa familia ameweza kuzungumza na kudai kwamba kuhusiana na hiyo barua, anaweza akasema tu kichwa cha habari, na alidai kwamba barua hiyo inahusiana na kwamba alikuwa anamwandikia mke wake kipenzi, kwa sababu kichwa cha habari lilisema kwa mke wangu kipenzi, alafu ukisoma baadaye unaweza kuona ni kama vile marehemu MC Pilipili alitamani sana yeye pamoja na mke wake waweze kuyaweka sawa. Alikuwa anamwomba msamaha mke wake, warudi waishi kama zamani, yaani kiufupi Eh, marehemu MC Pilipili alitamani kupatana na mwanamke wake, hakutaka kuendelea eh, na hizi tofauti ambazo ziliweza kutokea eh, kwa sababu tu aliamini mke wake ni binadamu na yeye eh, ni binadamu, wamekoseana, basi maisha mengine yaweze kuendelea. Na hiyo barua ndicho kitu ambacho ilikuwa inahusiana na, msemaji wa familia ameweza kudhibitisha wazi kwamba baada eh, ya mazishi kukamilika siku ya Alhamis, basi wamepanga kumkabidhi eh, mke wake, eh, hiyo barua ili mradi tu na yeye pia aweze kuona kwamba marehemu MC Pilipili pili ameenda kwa amani, hakutaka kwenda na dukuduku lolote kwa sababu watu wengi walikuwa wanaoji kwamba itakuwaje kuwaje, ameenda bila hata kuombana msamaha na mwenzi wake, bila hata kupatana. Mambo yalikuwa ni mengi sana, lakini kumbe kulikuwa kuna barua ambayo marehemu MC Pilipili aliiandika. Lakini pia huenda alifahamu kwamba kuna kitu chochote ambacho kinaweza kikamtokea, kwa sababu kifo chake ni ameuawa, amepigwa na watu ambao hawajulikani na mpaka dakika hii bado uchunguzi unaendelea na tunaweza kusema huenda marehemu alijua kabisa siku zangu zinahesabika. Eh, huenda labda kuna vitisho ambavyo aliipatiwa akaona basi, eh, sio mbaya, akaombana msamaha na mke wake, maisha yaendelee mbele, ili mradi tu mambo mengine yaweze kuendelea, na hiyo barua, baada ya mazishi, mke wake atakabidhiwa kwa ajili tu ya kuona eh, kwamba kuna mambo ambayo mwenzake au mwanaume wake alitamani sana wayaweke sawa kipindi cha uhai wake, eh, na tunaweza kusema hiyo ni barua ambayo itamsikitisha sana e, mke wa MC Pilipili kwa sababu ukiangalia ni dada ambaye e, wameishi kwa kipindi kirefu sana na marehemu MC Pilipili. E, lakini kama ambavyo tunafahamu katika ndoa kuna mambo mengi sana, kuna milima na mabonde, lakini pia kuna kukoseana e, na kukosoana e, lakini tunaweza kusema yote ya yote e, tunaweza kusema huyu mke wa marehemu MC Pilipili amechelewa kwa sasa hivi, huenda akaisoma hiyo barua, lakini bado akashindwa cha kufanya, atamwambiaje kwamba nimekusamea. Labda aende tu katika eneo lake alipolala akazungumze naye eh, kwa sababu tunaamini watu ambao wanafariki basi nafsi zao zipo, nafsi haipotei moja kwa moja, kwa sababu tunaamini ipo siku eh, sisi wote tutakuwa huko kwa muumba eh, kwa sababu hakuna eh, mtu yoyote ambaye anafahamu kuhusiana na kifo. Kifo imebaki kuwa fumbo siku zote ambazo tunaishi hapa duniani, hakuna mtu ambaye anafahamu watu wa kifo wanaenda wapi. Eh, tumebaki tu kuwa na matumaini ni kwamba huenda eh, basi hayo mawingu tunayaona, eh, basi tutakwenda kuelekea huko kwa Mungu Baba mbinguni eh, endapo tukifa. Sasa ukiangalia namna ambavyo familia imezungumza kuhusiana na hiyo barua, inaonekana sio barua mbaya. Ingekuwa barua mbaya au ingekuwa ni barua ambayo labda ameongea au amezungumza mabaya ya mke wake. Basi, huenda familia labda ingepata jazba au ingekasirika, lakini familia ipo nomo kabisa. Familia wamempokea vizuri dada wa watu, wamemkaribisha na wamemuona kama mtoto wao, na wanaendelea kuishi naye vizuri, na maisha mengine yanaendelea. Wewe kama shabiki, una lipi la kuzungumza? Tuchie maoni yako, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kutani on, on notification.